Seme kwamba asizimie moyo mtu yeyote. Naamini kwamba hakuna jambo lenye mwanzo lisilo na mwisho. Mungu atahubiriwa kwa njia yoyote. Fahamu kusudi la Mungu ambalo ametazamia litende kwenye nchi yetu ya Tanzania, atalitimiza tu. Sisi ni watu wake, tulitoka kwake, tutarudi kwake. Makusudi yake lazima yatatimia tu. Mm, nashukuru Mungu sana kwa kijana wangu kutoka hai ama kuwa hai, kwa sababu kwa sasa kwenye nchi yetu ukiingia kwenye mikono fulani tunajua ni kifo, hasa ukiwa na chembe chembe za haki, ama ukiwa unapinga mabaya. Kifupi sana, kabla sijamwacha aongee, msikie tu mwenyewe katika machache anayoongea, niseme Mungu mwenye rehema Mungu mwenye rehema, atuone Tanzania ya kwamba kama tulikosa tumejuta. Kama kuna kosa tulimkosea, akatuacha kwenye mikono hii hatari, hii mikono ya kinyama ya kishetani, ambayo sasa hakuna sheria yoyote inayoangaliwa; ni analofikiri anayetaka kula peke yake ndo sheria. Imajini, kijana kakamatwa tarehe ishirini na moja mwezi wa kumi leo tarehe tatu mwezi wa kumi na mbili ndo anaachiwa, alikuwa polisi anyway. <clears> hatuwezi <throat> hata tukalaumu hilo moja kwa sababu yaliyofanywa na hata nawezekana yanayoendelea kufanywa yanaonyesha tuko kwenye hatari kubwa na kuna mabaya sana yatafanywa, kwa sababu sasa sheria ni aliye na cheo fulani, aliye na mamlaka fulani ataelekeza nani afanyiwe nini, kwa sababu anazoziona yeye, ili yeye eidha awe salama au apate kitu fulani anachokitaka. Tuko vibaya, tuko pabaya, haijawahi tokea lakini aishivyo Mungu yuko, Mungu yuko, Mungu aliyetuumba na akaona vyema tuje tuangukie kwenye nchi ambayo imeangukia kwenye wakati huu wa ajabu. Mi nachosema tu kwamba polisi na vyombo vyetu, hebu fikeni mali sasa. E, maisha ya watu yapate thamani kuliko cheo au ajira mlio nayo yapate thamani. Sio hicho, sio hivyo, sio hivyo, sio hivyo, sio hivyo ambavyo mnaonekana tu mnatumwa samani kwa lugha hii. Kuna sijui mnadhani imezoeleka kwenye kwenye kazi zenu kwa mnatumwa kama mbwa, shika yule, mweke ndani, mweke kwa siku kadhaa, mwachie, fanya hiki Hamna utaratibu wowote wa miko ya kazi zenu. Uwa huyo, teka huyu, poteza huyu, tesa huyu. Hamna nikana kwamba hamujasomea chochote kwenye kazi yenu ya upolisi, yaani mlijikuta tu mmewekwa, mmewekwa kazi yenu ni ya kutumwa kama mbwa, kwa namna ambavyo eh, niwahi kuisikia hiyo rugha ikiwa inatumika kwamba mambo haya kwamba ni kamata, uteka huyu, uwa sawa uh, sio misingi ya kazi, sio sheria, nafanya tu. Hapana, hapana, hapana. Mnacholinda kilindiki, mnachopigania kipiganiki. Yani mutajitaidi mufanye hivi, huyo mnayempigania anakuja nasema jambo linazua taharuki zaidi, linaleta shida zaidi. Hapana, fikeni mahali, semeni hapana, tukae chini tuone shida ni nini? She, shida ni nani? huyu aliye shida kabisa, au walio shida kabisa, tukubali suluhisho. Ameongea mama mmoja, suluhisho ni kusafisha wenye kukaa pembeni ambao ni shida. Hata iweje hata wasafishikeje ni shida, wakae pembeni. Wenye kuwajibika wawajibike, tufungue ukurasa mpya wa nchi yetu. Anyway, sikilize kijana tu kwa mawili matatu bila shaka atakuja kuongea kwa wakati mwingine. Asante eh. Haleluya, Bwana asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake, kwa sababu amenipigania sana katika wakati huu ambao ulikuwa ni mgumu sana. Namshukuru Mungu sana kwa nafasi hii ambayo nimeipata tena kutoka mafichoni leo. Kwa mkono wa Mungu nimekuwepo ulaiani tena Amen. sina mengi ya kuzungumza kwa wakati huu kulingana na na wakati tulionao, lakini kama nitapata nafasi nitazungumza zaidi mengi ambayo nimeyashuhudia, lakini namshukuru Mungu kwa alivyo nifazi, namshukuru Mungu kwa alivyo nilinda. Nipitia wakati mgumu sana na nimeshuhudia mengi lakini, na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kunifazi hai. Zaidi ya yote nawashukuru ndugu zangu lioko mahali popote, Kikosi Kazi cha Injili, kwa maombi yenu, najua maombi yenu yamenisaidia sana mpaka njia hii imeonekana. Nimekuwa kama Yona ambaye <laughs> alikaa kwenye tumbo la nyangumi siku tatu, lakini asante Mungu kwamba kwa ibada pia na maombi ambayo Yona aliendelea nayo kwenye tumbo la nyangumi yule samaki kwamba yalisaidia, Mungu akatengeneza njia mahali pasipo na njia. Hata mimi naamini kwamba maombi ambayo umeniombea ndugu zangu, kikosi kazi kambi kuu ndugu zangu wote mlioko kwenye matawi na mimi naamini maombi yenu yamekuwa sababu ya mungu amefanya njia hii leo. Niko Ulahiani leo ikiwa ni tarehe tatu ya mwezi huu wa kumi na mbili maybe. Toka tarehe ishirini na moja mwezi wa kumi ndo nimekamatwa, lakini leo Mungu amefanya njia mahali pasipo na njia. Namshukuru Mungu sana sana kwa kunihifadhi, na zaidi sana pia kwa moyo wa ibada ambao, nikiwa ni mafichoni, niliendelea kumsihi Mungu na kumwomba Mungu lakini namshukuru Mungu pia kwamba nimepata taarifa kuhusiana na wazazi kwamba wako salama eh? namshukuru Mungu kwa sababu wasiwasi wangu ulikuwa ni huo, kwamba je, yeah, wazazi wako salama kweli, sababu huu ni wakati sio rafiki na wasiwasi, eh? wasiwasi mkubwa sana, hasa pia kwa kiongozi wangu Yolamu wa hapa Dodoma. Wasiwasi wangu ulikuwa ni mkubwa, maana hata siku nakamatwa nilikuwa naye tu pale center Mkonza, japo yeye alikaa kwenye kona mahali fulani Bahati nzuri ni kwamba tulikuwa tofauti, yaani kama hawa jamaa walionikamata wangenikuta naye pengine wangetuchukua wote. Lakini mi nilikuwa pembeni, kwa hiyo hawakumuona. Na zaidi hata nilipokuwa ndani ya ile gari walipokuwa wamenikamata, walikuwa wanamuulizia sana. Na wasiwasi wangu pia ilikuwa ni kwamba pengine wangeweza kurudi usiku wamkamate na yeye, lakini asante Mungu kwamba naye alimuongoza na akajiongeza kwamba pale nyumbani ya kulala usiku ule Yani, kama angelala pale nyumbani wangemchukua tu, kwa sababu picha zake walikuwa nazo na walikuwa wanamtafuta sana sana. Lakini namshukuru Mungu kwamba nilipata taarifa kwamba yuko salama, yuko mahali fulani. Zaidi sana tutazungumza mengi, lakini kwa wakati huu naomba tu niishie hapa. Asante Mungu. Mtumishi wa Mungu meli hapa Bihawana wamenipambania, wame wamekuja wame kunitolea mdhamana pale e, pale kituoni central pale. Hata sasa niko salama hapa, niko Bihawana. Watu wa Mungu namshukuru Mungu sana. Zaidi niseme kwamba asizimie moyo mtu yoyote, naamini kwamba hakuna jambo lenye mwanzo lisilo na mwisho. Mungu atahubiriwa kwa njia yoyote. Fahamu kusudi la Mungu ambalo ametazamia litende kwenye nchi yetu ya Tanzania, atalitimiza tu. ko tuendelee kumwomba Mungu na kumsihi Mungu sana bila kujalisha wakati tulionao huu ni wakati mgumu kiasi gani, naamini Mungu ataitoa miliki yake. Sisi ni watu wake. Tulitoka kwake, tutarudi kwake. Makusudi yake lazima yatatimia tu.